Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametamka kwa ujasiri kuwa rais wa Urusi Vladimir Putin atakufa hivi karibuni. Akihojiwa na waandishi wa habari wa kimataifa wakiwemo wa BBC, Zelensky alisema Putin anaogopa jamii yake mwenyewe na kupoteza madaraka. Putin anaogopa jamii yake, kuporomoka kwa jamii yake, alisema Zelensky kwenye mahojiano hayo. Jambo la pili ni kupoteza madaraka yake, lakini pia ni swala la umri, Atakufa hivi karibuni na hilo ni jambo la kweli, na hilo ndilo litakuwa mwisho wake. Kwenye mahojano hayo pia Zelenski alionekana kuchanganyikiwa baada ya kuulizwa na mwandishi Trump yuko karibu zaidi na nani, wewe au Putin? Baada ya kusita kidogo, alijibu ni vigumu kwangu kusema, akionyesha kutokujiamini. Mashaka hayo yanaeleweka kutokana na mvutano uliotokea hivi karibuni kati ya Trump na Zelenski wakati wa mkutano mkali Ikulu ya White House uliotia doa uhusiano wa Marekani na Ukraine. Matamshi ya Zelensky yanakuja huku mazungumzo ya kusitisha mapigano katika bahari nyeusi yakiendelea, Urusi ikidai kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi kabla ya kuruhusu meli za kibiashara kupita salama, jambo linalotafsiriwa na baadhi kama hila ya kubadilisha masharti ya mazungumzo.